Naam, wapenzi watazamaji, geti letu la kuingia na kutokea ni hapo kama panavyoonekana. Reception ni hapo kama inavyoonekana. Kwa hiyo tukishaingia ndani tunaanza na njia ya msalaba, kituo cha kwanza ni hicho hapo. Tunaendelea mbele taratibu taratibu kuangalia location inavyoenda. Hapa kama mnavyoona, hiyo ni namba mbili, kituo cha njia ya msalaba. Kamera yangu ni mbovu, ila tajitahidi hivyo hivyo, ila panapowezekana nipate hata uwezeshwaji wa kamera ya ili mambo yawe sawa kabisa. Hiyo ni namba tatu njia ya msalaba, juu inaonekana hivyo. Tunaanzia mwanzo kabisa tunakuja na hii barabara, tunapanda tunapanda. Huyo mnayomwona huyo ni mlinzi hapa. Ni muendelezo wa njia ya msalaba, hapo ni namba nne hapo juu. Hiyo ni namba tano kwenda mpaka kule namba sita saba nane tisa kumi. Nitapause kidogo, ni pande juu ili kamera isije, e, ikapata shida kidogo. Hapo ndipo kituo cha njia ya msalaba namba saba, sijui inaonekana, kamera ni mbovu. Huyo mlinzi anapitapita kuweka usalama kwa kuanzia kule chini mpaka hapa. Tumeshafika kituo cha njia ya msalaba namba tisa. Hapa ni namba tisa. Tunazidi kuendelea huko mbele, tunakutana na vituo vingine vya njia ya msalaba. Hapa ni namba kumi. Njia ya msalaba inaenda namna hii hivo hapa ni namba kumi na moja. Kutoka kumi na moja, hapa ni namba kumi na mbili, lakini inatakiwa ifanyie marekebisho kidogo. Msalaba umeshaisha. Kutoka namba kumi na mbili tunaifuata namba kumi na tatu, ni hapa kwao. Kuanzia huko chini tumeenda hivo, tumeenda namna hiyo. Kuanzia kule kwa geti tulianza na namba moja hapa tumekuja mpaka namba kumi na tatu. Kwa hiyo tunakuja hapa, tunakutana na kituo cha namba kumi na nne na mwisho namba kumi na tano kiko hapa, hapa ndipo namba kumi na tano. Kwa hiyo wapenzi watazamaji, tumefika mwisho wa vituo vya njia ya msalaba.